Kwa niaba ya waheshimiwa mawaziri na manaibu mawaziri, ambao naamini kwa leo hawatapata nafasi ya kuongea, pamoja na viongozi wote wa serikali utakaoendelea kuwateua, mimi nikiwa kiongozi wa shughuli za serikali ama msimamizi mkuu wa shughuli za serikali, ni kuahidi mheshimiwa rais, naelewa malengo yako na naelewa kipindi hichi cha pili unataka tuende spidi gani. Najua mengine utayasema mwenyewe baadaye, utatupa miongozo, lakini nataka ni kuahidi mheshimiwa rais, tumejiandaa kuongeza spidi zaidi katika kipindi cha pili hichi cha uongozi wako ili kuendelea kufanya kazi nzuri na pale mwaka 2030 penye uhai, ukiiacha serikali kumkabidhi mwenzako, basi uwe umetekeleza ile kazi yako ya uongozi, ulioacha alama. Na kuhakikishia mheshimiwa, tutafanya kazi kwa bidii kubwa. Naamini wengi wao, ukiacha wachache ambao wameingia wapya, wanaelewa ile spiriti ambayo ulikusudia hasa kwa kipindi hichi cha pili. Nami ni kuhakikishie Mheshimiwa, tutajitahidi kushirikiana, tutahakikisha kwamba azma yako hii inaweza kutekelezeka kwa hali na mali. Ombi langu kwa wananchi wa Zanzibar, naelewa walikuwa wanafuatilia kazi kubwa, na kipindi cha kampeni Mheshimiwa umekutana na makundi yote uliahidi mengi. Hayo yote ulioahidi, sasa ni wakati wa kuanza kuyatekeleza. Nami nakuaikishia Mheshimiwa Rais, kwa timu hii na timu nyingine ambayo utatuengezea wasaidizi katika ngazi mbalimbali mbali, sina mashaka hii, mweshimuwa, ni timu ya ushindi na kamwe hatutashida. Nikutie moyo Mheshimiwa Rais, Wazanzibari tuna imani nawe, tunatamani sana sana kipindi hichi kama ulivyokusudia mwenyewe, yale mambo makubwa ambayo wazanzibari wanayategemea, basi wayaone katika kipindi hichi cha pili. Naamini ya kwanza wameona, wako wale ambao hawakuamini kama yatatokea, lakini yametokea, na hichi cha pili wale wasioamini wataona. Maana unaweza usiamini nafsi, lakini baada ya kuona ukaamini. Uelewa, Mheshimiwa Rais, unatofautiana. Hata wanafunzi mkiwa darasani, wako ambao ukiwafundisha leo watafahamu, wako wengine mpaka waende wakafanye tena discussion na wenzi wao, lakini wako wengine mpaka akosea, alafu wafundishwe tena. Lakini kwa namna zote hizo, hao wote wataelewa nini azma yako, Mheshimiwa Rais, umekusudia ya kuwaletea maendeleo wananchi wa Zanzibar.